Watoto wa ndoa takatifu haupaswi kuwakatia tamaa hata kama unaona umepinda pinda. Mungu wa hilo agano huwafuatilia hawa. E, e. Nakwambia mimi nafahamu watoto wa wapendwa, watoto wa watumishi ambao wamepinda na wananiambia wazi Pasta, hey, kwa kweli nimepinda, lakini najua yani hapa natoboa kwa sababu ya mama au kwa sababu ya baba Eh, ukumbuki, Mungu alimwambiaje Musa? Wamenitibua hawa jamaa, nikikaa hapa ntawaua. Nendeni na malaika atawafikisha Kanaani, kwa sababu nilimwapia Ibrahimu. mandarabo zakarabayanda wanatembea kwenda Kanaani mahusiano yao na Mungu ni mabovu, lakini wanafanikiwa. Mataifa yanapigwa, ushindi unapatikana, wanakula chakula toka mbinguni, wanapata maji kwenye mwamba, nguo hazichakai, miguu haivimbi, hakuna magonjwa. Lakini sio kwa sababu yao. Kuna ulimwengu wa roho, unafuatilia babu yao tulikaa naye sawasawa, hata hawa, kwa sababu niliahidi babu, hilo agano lazima litimie. Bwana akutendee katika jina la Yesu aliye hai. Bwana awatendee watoto wako katika jina la Yesu aliye hai. Una haki ya kusimama mbele za Mungu na kumwambia Mungu, unajua niko mbele zako sawa sawa, watoto wangu siriziki na hiki kinachoendelea. Kumbuka agano lako na mimi.